Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba Keith Kellogg, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa Urusi na Ukraine, amezuiwa kushiriki katika mazungumzo ya amani kwa ombi la Moscow. NBC News iliripoti Alhamisi, ikinukuu vyanzo. Kulingana na ripoti hiyo, maafisa wa Urusi wanamwona Kellogg kama mwewe kupita kiasi na yuko karibu sana na Ukraine. Luteni jenerali mstaafu wa jeshi la Marekani hakuwepo katika mazungumzo ya mwezi uliopita kati ya Urusi na Marekani nchini Saudi Arabia, na mazungumzo ya wiki hii kati ya Marekani na Ukraine mjini Jeda. Ikulu ya White House pia ilithibitisha kwamba mjumbe maalum wa Trump katika mashariki ya Kati, Steve Witkoff, atahudhuria dulu inayofuata ya mazungumzo na Urusi badala ya Kellogg. Witkoff aliwasili mjini Moscow mwishoni mwa Alhamisi. Kellogg ni jenerali wa zamani wa Marekani karibu sana na Ukraine. Afisa mmoja wa Urusi ambaye hakutajwa jina aliripotiwa kuiambia NBC, sio aina yetu ya mtu, sio wa kiwango tunachotafuta. Afisa katika utawala wa Trump aliripotiwa kuthibitisha kuwa Moscow haikutaka Kellogg ahusishwe katika mchakato wa amani. Wakati Kellogg ameunga mkono wito wa Trump wa kumaliza mzozo wa Ukraine, maoni yake juu ya kupatikana kwa amani hayajapatana na ya Moscow. Ameunga mkono kuendelea kwa misaada ya Marekani kwa Kievu, ambayo Urusi inahoji kwamba inarefusha tu mzozo huo, na kutetea kusitishwa kwa mzozo huo katika mstari wa mbele wa sasa, ambao Moscow imeukataa ili kuunga mkono suluhu la kudumu. Kellogg pia ameshinikiza kutumia mali ya Urusi iliyobinafsishwa kujenga upya na kuipatia Ukraini upya, wazo ambalo Moscow imeliita wizi. Katika mahojiano na chombo cha habari cha RT Russia siku ya Jumatano, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Malik Dudakov alipendekeza kwamba Kellogg anaweza kuondolewa kabisa kwenye mazungumzo kufuatia mkutano mkali wa mwezi uliopita kati ya Trump na Volodymyr Zelensky ambao uligeuka kuwa mkutano wa kelele baada ya kiongozi huyo wa Ukraini kusukuma nyuma matakwa ya Trump ya mazungumzo ya amani na Urusi. Hii ilisababisha Trump kumshutumu kwa kucheza kamari na vita vya kidunia vya tatu kabla ya kukatiza mkutano huo. Mgogoro huo unaripotiwa kuchelewesha makubaliano muhimu ya madini ya ardhini kati ya Marekani na Ukraine na kusababisha kusitishwa kwa muda kwa misaada ya kijeshi ya Marekani na ushirikiano wa kijasusi na Kievu. Kimsingi Kellogg alikuwa na jukumu la mawasiliano na upande wa kiukraini